Sema ili baada ya kuwa mmefunga siku ishirini na tisa, muhakikishe kwamba mmekamilisha idadi ya hizo siku, kila mmoja wenu wafurahi kwamba mmefunga siku ishirini na tisa <coughs> na mkimaliza mfungo niye ntasherehekea kwa kumtukuza Mwenyezi Mungu.

ndio mkubwa kuliko kubwa chochote kile. Kwa hiyo, kusiwe kufanya kitendo chochote kibaya pamoja na jina la Mwenyezi Mungu wa Subhanahu wa Ta'ala, watukuruhu liddata wamtukabiru llaha lamahlaku, na ili mwezi kum wa kumtukuza Mwenyezi Mungu wa ihsani kubwa liye upede ya kuongozeni kupata dini ya Kiislamu kwa sababu dini msingeweza kufikia kwenye mafanikio hayo. Watukuze Mwenyezi Mungu kwa utukufu huo, aliyekuleteeni somo ambayo haiwezi kuongwa hata uuwa magonda ya simu ya magonda ya tumbo, hawezi kufa kwa kufunga. Mtume amesema, sumi tasihu eub ili niweze kupata siha mwenye afya, kwa sababu hizi ni nafasi pekee zinazotendewa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala, kuhakikisha kwamba na sisi tunafaidika na miongozo wake. Kwa hiyo tumchukuze Mwenyezi Mungu pamoja na kufurahia mgo Mwenyezi aliotuletea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Siku hii ya leo ni siku muhimu sana kwa sisi, ni siku ya kihistoria kwa sababu ni siku ambayo kuna tangazo limetolewa na Uislamu kupitia ulimi wa mtume wetu Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Matangazo yetu makubwa ama yanatoka kwa Mwenyezi Mungu ama yanatoka kwa mtume mwenyewe. Matangazo yetu a

Mtume amefariki miaka elfu moja mia nne arobaini na sita iliyopita huku, lakini sisi kurudia kwa mtume ni kurudia kuinua miongozo yake wayi kurudia pale napata i miongozo ambayo ndio sahihi. Sasa miongozo yetu sisi mtume salalahu alehi wasalam anasema misari hata

ya lakini, kwa hiyo tunafundisha vizuri katika mwezi wa Ramadhani. Tunajifunza mambo makubwa, tunajifunza na pole pole, alhamdulillah, tunajifunza uchumi na maisha yetu nakutumia pole pole, alhamdulillah, kila wakati kusaidiana, unaompata fursa